Usafiri wa anga ni sehemu muhimu sana katika kuharakisha na kukuza maendeleo hasa kukuza uchumi. Kwa maana inarahisisha kuokoa muda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika mchakato wa kukuza uchumi wa nchi. Hivyo basi naomba niseme neno moja, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaongeza na kuboresha miundombinu ili kuweka mazingira rafiki, mazingira sahihi katika kurahisisha usafiri wa anga na huduma mbalimbali zitokanazo na viwanja vya ndege, lengo kuu likiwa ni kuimarisha mtazamo wa usalama duniani kote, yaani kubadilisha mindset security, kuongeza ushiriki wa watu wote, abiria, wadau na taasisi katika suala la usalama, lakini kupunguza hatari za matishio ya ndani, yani insider threats. Kukuza tabia ya kutoa taarifa mapema na kuongeza uwajibikaji kwa kila mtu katika mlolongo wa usalama. Kwa mantiki hiyo, AIKAO inasisitiza kwamba usalama haujengwi na vifaa pekee, bali unajengwa na watu, tabia, lakini na utamaduni wa taasisi.